Kaunti ya Nakuru moja kwa moja, tuelekee kwake Jen Cherotich akiwa kaunti namba 40 ambapo anasema kwamba kabila la Wateso linalopatikana magharibi mwa Kenya ni mojawapo ya jamii chache humu nchini ambazo zinadumisha utamaduni na mila zao. Kabila hilo linaaminika li uh, kutoka nchini Ethiopia, lakini na idadi ya watu takriban laki sita pekee humu nchini na wenzao milioni tatu wakiwa katika nchi jirani ya Uganda watu hao wakiwa na mila zinazooana yani, zinazofanana Waswahili husema mwacha mila ni mtumwa. Kila jamii ina mila na desturi zake ambazo ni nguzo muhimu za kudumisha utambulisho wao na kuimarisha mshikamano wa kijamii. emuri yako liae baadhi ya mila hizo zikitumika kukuza jamii vyema katika kijiji hiki cha Edomor kilichoko katika eneo bunge la Teso kaskazini kaunti ya Busia. Taswira nzuri ya mavazi, vyakula na ngoma za kitamaduni huendelezwa hapa mara kwa mara. Hapa shughuli hii ya kipekee ni ya kutengeneza mafuta kutoka kwa maziwa. Ni mitindo inayoaminika kuwa na busara na kupitishwa kwa kila kizazi tangu zamani. Ila aina aina chemical aina cholesterol. Tunatumia maziwa fresh inatoka kwa ng'ombe ya kienyeji, kwa sababu ng'ombe ya kienyeji ndio iko na maziwa yake, ndio iko na mafuta. Nina wajuku kumi na wawili na mimi chakula yangu, watu wengi wa wananiuliza ati siri yako ya kukua mrembo na tena kukua mdogo hivi chini ya umri wako, watu wanafikiria mimi ni mpatu, wanasema ati Sweet, 18, sweet 16 wanawaambia kwamba mimi ninakula chakula kienyeji. Wazee hawa wa jamii wanafuatilia kwa makini mila yao kuhakikisha utamaduni wa jamii ya Iteso yenye watu wachache unaendelezwa kutoka kizazi hadi kingine. Unajua watu saa hii wagonjwa, hata wakiwa wadogo ni wagonjwa, lakini samani wazee walikuwa wakitumia hiyo na walikuwa wanakuwa na miaka mingi. Chakula ndio maisha ya mtu ya kukula hii kitu. Tunahimiza watu ya kwamba turudi tukule hii chakula ya zamani. Ili kuhakikisha kuwa mila hiyo haififii, wanatumia mtandao wa kijamii ili kuwaelimisha vijana wa jamii hiyo wanaoishi mijini. Mimi haswa wangu, mimi nimefungua ile kitu siku hizi matrix system inaitwa WhatsApp nimeanza kuwafundisha kupitia kwa hiyo mtandao. Ukikuja kuona nimefunga beads hizi, beads hizi shanga hii naitwa, hii naitwa kabunguria. Mwanamke Mteso anaweka kwa kiuno hapa. Sasa mwanamke Mteso ilikuwa anaweka hiyo hapa, anafunga kwa miguu, kwa mikono na kwa shingo. Sasa hiyo ni mwanamke Mteso. Ukikuja Teso leo bila kupata hii uh, mavazi utakuwa hauko Teso. Kwa hivyo mara nyingi huwa tunatembea uh, kuonyesha kwamba utamaduni wa Wateso ni utamaduni ambao umekomaa, na kila ambacho tunafanya mara nyingi ni kufunza wale ambao wanataka kupotea katika utamaduni, katika jamii hii wimbo wao wa taifa ni sharti uimbwe katika sherehe zao zote. Jamii hii ya Iteso ni mojawapo ya jamii chache humu nchini zinazojizatiti kudumisha mila na tamaduni, jamii hii sasa ikijikakamua kuona kwamba mila hii inaendelezwa katika kizazi kijacho na cha sasa. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.